Tunaanza kule Malava. David Athman Ndakwa ndiye mbunge mteule wa Malava wa chama cha UDA katika kaunti ya Kakamega, hiyo baada ya kuibuka mshindi kwenye matokeo ya uchaguzi mdogo wa Malava yaliyotangazwa asubuhi leo Ijumaa. ni taarifa yake Joseph Amunyoti. kwenye matokeo hayo yaliyotangazwa na afisa msimamizi wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC eneo la Malava Salimu Abdalla, Ndakwa aliyewania ubunge kupitia tiketi ya chama cha UDA aliibuka mshindi baada ya kujizolea jumla ya kura 21564 huku mpinzani wake wa karibu Seth Panyakwa wa chama cha DAPK akipata kura elfu ishirini mia mbili na kumi.

Akizungumza baada ya kutangazwa na kukabidhiwa cheti cha ushindi, mbunge mteule David Athman Ndakwa amewapongeza wakazi wa Malava kwa kuwa na imani naye na kumpa fursa ya kuwaongoza huku akiahidi kuwahudumia bila mapendeleo. Napenda kushukuru watu wa Malava kwa kujitokeza na kunipatia nafasi ili nipate kuongoza kwa hii sehemu ya Malava. Mimi nataka kuambia watu wa Malava kwamba Malava ni moja, na mimi kama kiongozi wao, Mungu atakuwa mbele, watu wa Malava watakuwa katikati, mimi nitakuwa nyuma kuhakikisha kwamba hakuna mtu wa Malava yoyote mwenye anabaki nyuma na ninawahakikisha ya kwamba ile miradi Mheshimiwa Malumi Njenzi aliwacha kama amepanga kufanyia watu wa Malava nitahakikisha nimeimaliza kwanza ndio nyempaka kwa zile zangu znea Aidha, ametoa wito kwa waliokuwa washindani wake kuzika tofauti zao za kisiasa na kushirikiana naye kuliboresha eneo hilo kimaendeleo. Wale tumenangana nao kwa hii final, ninaomba wakuja pamoja na mimi, ili interest yetu, kwa sababu ilikuwa ni kusaidia watu wa Malava, tusonge nao mbele. Leo ni mimi na kesho tunasakuwa hawa. Joseph Amnyotieno, West TV Malava, County ya Kakamega.